Tumejipanga vizuri kulinda wananchi wetu na mali zao mpaka tutakapomaliza uchaguzi, tutakapohesabu kura zetu na kila kitu, kila mtu awe salama. Hatuko tayari kuona mtu yoyote tunamaliza uchaguzi yuko hospitali. Hapana, hapana. Kwa hiyo tuko timamu na mtu asifikiri labda huku ni mbali sana hawafiki. Yaani mlipo nyinyi wananchi, na sisi tupo. Kuna kwingine tutavaa magwanda, kuna kwingine hatuvai magwanda, lakini kote tupo na tutawalinda nyinyi pamoja na mali zenu. Lakini kikubwa tushirikiane. O, ukiona changamoto yoyote toa taarifa, tutakwenda kusaidiana, tutahakikisha mnakuwa salama salimini toka tunaanza mpaka mwisho. Kwa hiyo yeyote ambaye anafikiri fikiri na anawazawaza kwamba anaweza akavuruga uchaguzi, uchaguzi huu hauvurugiki. Uchaguzi huu utafanyika na utafanyika kwa amani na kwa utulivu, na wazee wetu wataendelea kuwa na amani. Hatuko tayari, kwa sababu kama tusipofanya hivyo, watakao watakaoumia ni wazee wetu na wanawake na watoto. Kwa jina naitwa Wilson Sangayon, ni mwenyekiti wa Malaigwa nani hapa kwetu. Nafikiri tumejipanga kwa kuhamasisha watu kwa ajili ya upigaji wa kura kesho kutwa, siku ya Jumatano, utakuta kwamba tumejaribu kuwaita kwa jamii wote wahusika ili waweze kujitokeza, tofauti na walivyokuwa, tofauti na hii historia inayotokea kwamba watu wanaambiwa kwamba wasiende Kupiga kura. Hakika watu wamehamasika vya kutosha, kwa hiyo hakutakuwa na shida. Yani vita inapotokea katika nchi, utakuta kwamba hakutakuwa na amani ya kutosha, yani hakuna, uwezi ukaishi kabisa katika nchi ambayo kwa hakuna amani, kwa sababu utakuta kwamba kila mara utakuwa unakimbia kimbia kwa sababu ya maovu, labda inawezekana ukakutana na waendawazimu wanaandamana, wanafanya nini, basi utakuta kwamba kwa kweli amani haitakuepo hata ulako la suala la kula litakuwa hakuna sababu utakuwa unawaza je, saa yote sinaweza nikavamiwa? Kwa hiyo vijana, tumewatahadharisha kabisa kwamba anapofanya vurugu utakuta kwamba kwanza kabisa anahatarisha maisha yake na vilevile na maisha ya watu wengine. Waho tunaomba kabisa ni kwamba waendelee kuwa watu wasikifu na kwamba serikali kwamba serikali inasema kitu gani, kwa sababu hakuna mtu yoyote ambaye yuko juu ya sheria, kila mtu yuko chini ya sheria. Kifungua kitabu kile cha Waibrania mlango wa kumi na tatu mstari wa kumi na saba Biblia inaongea wazi kwamba tunapaswa kuwatii wanaotuongoza, lakini pia kuwaombea kama watu watakaotoa hesabu kwa Mungu. Maana yake Mungu amewaweka kwenye nafasi ili muweze kututendea mema, na ninyi pia mkaione hiyo mbingu aliyoiandaa. Kwa hiyo tunapokuwa hapa duniani tufahamu kwamba kila mtu mahali Mungu alikomweka ni Mungu kapenda awepo pale na kusudi la Mungu litabaki kusimama pale. Kwa hiyo natamani binafsi kuwaombea sana, kwa sababu huu mshikamano tutakaokuwa nao kama hivi utatujengea upendo uliopitiliza ambao utakuwa na mapenzi mema, lakini zaidi ya yote pia hatutaacha kutekeleza ile miradi ya kimkakati ambayo inakusudiwa ndani ya wilaya yetu.